Nguvu ya akili yako na jinsi ya kujijenga kisaikolojia. Kama una ndoto kubwa, lakini kila siku unajikuta huamini kama unaweza, basi video hii ni kwa ajili yako. Nguvu ya mawazo. Unajua ni kwa nini watu wawili waliozaliwa mazingira sawa, wana elimu sawa, bado mmoja anafanikiwa sana na mwingine anakwama kwama? Sababu kuu, akili na mitazamo yao ni tofauti. Hadithi fupi watu wawili waliokuwa maskini. Mmoja alisema nilizaliwa maskini siwezi kubadilisha. Mwingine alisema nilizaliwa maskini lakini sitakufa maskini. Mtu wa pili alianza kuamini anaweza kubadilika. Akaanza kuchukua hatua ndogo. Baada ya miaka mitatu alikuwa na biashara yake mwenyewe. Mawazo yako ndiyo msingi wa mafanikio yako. Pia jenga mfumo mpya wa akili. Kama unataka kubadilisha maisha yako lazima ubadilishe kwanza mfumo wako wa fikra. Hatua ya kwanza, jifunze kuongea na akili yako. Badala ya kusema siwezi, sema nitajifunza. Badala ya kusema sina muda, sema nitapanga muda. Chukua daftari, andika kila kauli mbaya unayojisema kila siku kisha iandike upya kwa mtazamo wa matumaini. Hatua ya pili: epuka watu wanaokuvunja moyo. Watu wengine wanaweza kukuambia wewe sio wa mafanikio, hii si maisha yetu, sisi maskini. Wajibu wako ni kuhakikisha hauamini maneno yao. Badala yake, tafuta watu wanaokuinua, hata kama ni kupitia vitabu, video au podcast. Hebu tuangalie tabia za kisaikolojia za watu waliofanikiwa. Moja, wanaweka malengo ya kila siku. Watu waliofanikiwa wanajua wanataka nini kesho, wiki ijayo na mwaka ujao. Andika lengo lako la kesho na kitu kimoja utakachofanya kufikia lengo hilo. Pili, huwa hawakatishwi tamaa na vikwazo vya muda mfupi. Mafanikio ni mchakato, sio tukio la ghafla. Quote ya Les Brown inasema, It's not over until I win. Tatu, wanafanya vitu hata wanapojisikia vibaya. Motisha haipo kila siku, wanafanikiwa kwa sababu wana nidhamu, si kwa sababu ya motisha tu. Mafanikio hayaanzishwi kwa hela, yanaanza kichwani mwako. Ukibadilisha akili, unabadilisha maisha yako. Kama umejifunza kitu leo, andika komenti ya kuanza kujijenga leo. Like, subscribe na share video hii kwa rafiki yako mmoja anayeweza kuhitaji ujumbe huu. Na usisahau kutembelea chaneli yetu ya TikTok na Instagram kwa motisha ya kila siku.